Maeneo mbalimbali ya mkoa wetu wako watuhumiwa 116 wanaendelea kuhojiwa kwa uchochezi mkubwa. Upelelezi unaendelea, utakapokuwa umekamilika, hatua za kisheria dhidi yao zitachukuliwa. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza inawaomba wananchi kuendelea kutoa taarifa dhidi ya watu hao ambao wamelenga kuendeleza vitendo vya uvunjifu wa amani, wamelenga ku, ku, ku, ku, kusababisha kuondoka kwa utulivu na usalama. pia tunaomba wananchi kutokubali kabisa kushirikishwa kwenye maandamano hayo haramu, ambayo hata hivyo jeshi la polisi tayari limekwisha yakataza.